ara wa Harmonize yakielekea katika mkoa wa Simiyu kwenye ziara ya Rais Samia bana, umeibua hisia kidogo. Hizi e, ni magari ambazo ukiona kwa haraka haraka ni msafara ambao ni magari ambayo yanaelekea airport eh, uwanja wa ndege kwa ajili ya kuweza kum drop Harmonize achukue zake ndege kuelekea mkoa wa Simiyu. Sasa hicho ambacho unakiona sasa hivi ni msafara tu, lakini sio msafara msafara. Kuna gari moja hapa ambayo mashabiki waliangalia kwa jicho la tofauti kidogo, maana hii ni video ambayo Harmonize alikuwa ameweka kupitia insta story yake. Sasa hapa kuna Kajala 3 bana, gari fulani hivi aina ya Defenders. Unajua kabisa kwamba kile likionekana gari la design hapa, kuna uwezekano mkubwa kabisa wa kwamba kuna ukaribu wa Harmonize na Kajala. Sasa mashabiki wako na hoji kabisa kwamba hii ni zawadi nyingine kwa ajili ya Kajala, ama hii itakuwa ni gari ambayo Kajala anayo muda mrefu ambayo Harmonize ameamua kuichukua kutoka kwa Kajala kwa ajili ya kuweza kuiweka kwenye msafara wake na itakuwa ni moja kati ya mbinu ya Harmonize pia kutaka kumrudisha Kajala kwenye himaya yake, sababu kumekuwa na story kwamba Harmonize yupo kwenye mchaka kuhakikisha kwamba narudiana na Kajala ili mapenzi yao yaendelee. Lakini sasa gari hili hapa nimefanya mashabiki wajiulize maswali mengi sana. Hii inaonekana kabisa kwamba labda kuna ukaribu wa Harmonize na Kajala tofauti na hata wanavyofikiria kwamba labda wametengana, wapenzi ambao walitengana na hawana mawasiliano na vitu kama hivyo, ama ni ishara tosha kwamba Harmonize hajakata tamaa kuhusiana na swala lake la kutaka kuwepo na Kajala kwenye mapenzi. Sasa ukitazama kwa ukaribu, unaweza kapi na maoni yako kwa hichi ambacho utakuwa unakiona. Huu msafara una maana gani? Huu msafara utakuwa unatuonyesha nini? Mashabiki wa Harmonize na mashabiki wa Harmonize yani hii uh, Harmonize na Kajala the same time, Harmonize na Kajala wamesafiri pamoja ama inakwaje? Ama ametumia tu gari la Kajala kufika kwenye uwanja wa ndege? Na kama ni hivyo basi, hii ni ishara kwamba bado kuna ukaribu wa kipekee kati yao, au ni coincidence tu kwamba magari uh, kwamba gari la Kajala litumika kama airport drop bana. Maoni yako pale chini kwenye comment section. Na kwa hii ambacho